Karibu sana mpenzi mtazamaji, nashukuru sana kwa kujiunga nasi siku ya leo. Tunazungumza kuhusu ugonjwa wa kiharusi ambao pia watu wengi wanaifahamu kama stroke. Wengine wanaita shambulio la ubongo. Tutaangalia sababu yake, dalili zake, matibabu yake, lakini pia tutaangalia matarajio baada ya matibabu na namna gani ya kuzuia ugonjwa wa kiharusi. Karibu sana, asante. Kiharusi ni hali inayomtokea mtu kunapokuwepo na kizingiti kinachozuia damu kufika kwenye sehemu fulani ya ubongo. Kiharusi ni ha, hali ambayo ni ya dharura kabisa. Kuna aina mbili, aina ya kwanza inatokea pale ambapo sehemu fulani ya ubongo inakosa damu ya kutosha. Hii inatokana na kunywea au kuziba kwa mishipa ya ubongo na kushindwa kutiririsha damu ya kutosha kwenda katika eneo hilo la ubongo. Aina ya pili inatokea baada ya mishipa inayopeleka damu katika sehemu fulani ya ubongo inapopasuka na damu kuvujia huko ndani ya ubongo. Karibu asilimia themanini ya watu wenye kiharusi wanapatwa na kiharusi inayosababishwa na kuziba kwa mishipa ambayo inapeleka damu, kwa hiyo najikuta kwamba sehemu ile imeziba ime, kwa hiyo damu haifiki kwenye sehemu fulani ya ubongo, asilimia themanini. Tafiti zinaonyesha kwamba ukiwa na umri mkubwa, shinikizo juu la damu ambayo ni tunaita presha, ugonjwa moyo, ugonjwa wa kisukari au kama unavuta sigara hatari yako ya kupata kiharusi inaongezeka maradufu. Kwa hiyo kama unataka kupunguza hatari ya kupata ugonjwa wa kiharusi, unapaswa kudhibiti hizi hali zote ili usipate huo ugonjwa. Kwa sababu damu inashindwa kufika kwenye eneo la ubongo, linaanza kuharibika. Sasa dalili za kiharusi zinategemea ni eneo gani kwenye ubongo limeanza kuharibika, aa, kwa sababu ya kukosa da damu. Hata kama ni eneo dogo tu la ubongo lilioharibika dalili zinaweza kuwa kubwa sana. Unaweza kukuta kwamba kunatokea kwa, kuna kwa ghafla ganzi na kulegea kwa misuli ya uso mkono au mguu, hasa kwa upande mmoja wa mwili. Mtu anaweza kaonekana kama amechanganyikiwa kwa gafla, kushindwa kuongea vizuri na kushindwa kuelewa kile ambacho watu wengine wanaongea. Anashindwa kuona gafla, jicho moja au macho yote mawili. Unapata shida kutembea gafla, kizunguzungu na unashindwa una kusimama gafla. Unapata maumivu makali ya kichwa gafla bila sababu ya msingi, kwa sababu tu uh, sehemu fulani ya ubongo imepata shida. Dalili hizi zinaweza kusababishwa na magonjwa mengine kama saratani au kama kuna uvinde kwenye kichwa, kipandauso, jeraha kwenye kichwa na kadhalika. Kwa hiyo ni daktari pekee anaweza kusema kwamba kwa uhakika kwamba wewe una kiharusi au dalili zako zimesababishwa na kiharusi na sio ugonjwa wengine. Kwa hiyo mtu yeyote mwenye dalili hizi anapaswa kuonana na daktari ili aweze kufanyiwa nini, utambuzi. Kiharusi ni dharura ya kimatibabu, mtu yeyote anayedhaniwa kuwa ana kiharusi anapaswa kupelekwa kituo cha matibabu mara moja kwa ajili ya kutathmini ile hali yake na matibabu. Ukifikishwa hospitalini, daktari atafanya uchunguzi wa mwili, kisha atafanya vipimo vya picha ya ubongo kama CT scan kuangalia kama mishipa ya ubongo imepasuka au imeziba, atahakikisha kwa kutumia hiyo picha, au anaweza kufanya kipimo cha MRI scan ili kupata taarifa za nyongeza zaidi kuhusu ubongo wako. Vipimo hivi ni muhimu kufanyika ili kutambua kwa hakika kiharusi kimesababishwa na nini. Ni vigumu sana kwa daktari kutoa matibabu sahihi bila kujua au bila kufanya vipimo hivi kujua kwamba kiharusi chako kimesababishwa na shida gani. Mishipa imepasuka au mishipa imeziba? Kwa sababu matibabu yake yanategemea kujua hili. Kila aina ya kiharusi ina matibabu maalum na haitakiwi kuchanganywa. Tiba ya aina moja ya kiharusi inaweza kuleta madhara makubwa kwa mgonjwa wa aina ya pili. Lengo la matibabu ya kiharusi kinachosababishwa na kuziba ile mishipa ya ubongo ni kuizibua. Sasa madaktari wanafanikisha hili kwa kupatia dawa mapema iwezekanavyo. Dawa kama aspirin, warfarin au heparin zinasaidia kuzibua ile mishipa na kupunguza uwezekano wa damu tena kuganda na kuziba ile mishipa yako. Sasa kwa wagonjwa wenye kiharusi kinachosababishwa na kuvuja kwa damu, au unakuta mishipa imepasuka na damu imevujia kwenye ubongo, upasuaji wa ubongo unaweza kupendekezwa kutibu au kuzuia shambulio jingine. So baada ya matibabu haya mgonjwa atahitaji usaidizi. Daktari atamsaidia mgonjwa kurejesha ujuzi ambao unakuwa umepotea baada ya shambulio lile la kiharusi kama vile kutembea, kuwasiliana na kadhalika. Sasa, so, ukarabati huu ni sehemu muhimu sana ya matibabu. Mazoezi haya yataamua ubora wa maisha ya huyu mgonjwa. Ni vizuri kutembea tovuti yetu www.wikielimu.org kujifunza zaidi kuhusu matibabu ya mgonjwa. Asa matarajio baada ya kugundulika kuwa una ugonjwa wa kiharusi yanategemea mambo kadhaa. Cha kwanza ni ukubwa wa eneo la ubongo ambalo linakuwa limeharibika. Kama damu mvuja kwenye eneo kubwa sana la ubongo, mgonjwa anaweza kupoteza maisha. Lakini pia kuwahi matibabu pia kunaamua ma, matokeo. Mgonjwa anapofikishwa mapema kwenye kituo cha afya uwezekano wa kupata matokeo bora unaongezeka, lakini anapochelewa sana matokeo ya matibabu yanakuwa ya wasiwasi. Jambo jingine ni kupatiwa yale Uh, matibabu ya ukarabati kurejesha uh, ule ujuzi ambao amepoteza uh, ajifunze kuongea, ajifunze kutembea, ajifunze kujihudumia na kadhalika. Hayo yote yanaamua ubora wa maisha yake. Kazi yetu ni kuwaunganisha wagonjwa kutoka Tanzania kupata matibabu India, South Africa, Uturuki na USA kwa urahisi kabisa tutakuunganisha.